Mtazamaji wa Come TV Tanzania leo ni siku nyingine tena tukiwa buheri wa afya. Tunao kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Uh, Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh. Leo ni uh, ni nikukaribishe katika kipindi hiki cha exclusive interview niko na Ustaz Hassan ambaye tutakuwa naye ndani ya mwaka huu 2025 katika mwaka wa Kiarabu ni, ni mwaka 14 46 uh, hijilia. So tutakuwa pamoja katika kipindi mbalimbali vinavyohusiana na elimu ya dini ya Kiislamu, na hasa leo tunataka tuzungumzie mada ambayo uh, inaitwa kijana wa Kiislamu uh, umri upi sahihi kwa kijana wa Kiislamu kuoa ama kuolewa, na tutaangazia mambo mengi sana kupitia uh, mada hiyo, na bila kupoteza wakati pengine kwanza tuanze na Ustaz Hassan mwenyewe uh, kwanza atajitambulisha jina lake kwa pengine kwa jina au watu wamfahamu, kisha tutaendelea na mada. Karibu sana Ustaz. Asante. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabi amma baad. Kwa majina mimi naitwa Hassan Abubakari Saidi, ni mamu wa msikiti mkuu wa Mbulu mjini hapa kwa hayo ndo majina yangu inshallah. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala aliyotujalia uzima na afya, sababu wako wengi ambao hawana uzima huu na afya hizi tulizo nazo mpaka tumekaa sehemu hii hini, niombe sala na salamu ziende kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasalam e, kwa huu sasa hivi tuko ndani ya mwezi wa Rajabu naitwa Rajabul Mudhar asababu. so, kwenye miezi ya Kiislamu miezi imezungumziwa katika Qur'ani, iko miezi kumi na mbili. Anasema kwamba inna iddata shuhuri inda Allahi ithna ashara shahra. Miezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeelezewa katika Qur'ani, iko miezi kumi na mbili, lakini kuna minne ambayo kwamba ni mitukufu. Takutana na Muharram miezi mingine kadha tofauti tofauti tofauti, lakini miongoni mwa miezi hiyo mitukufu ni mwezi huu tulionao, ambao kwamba ni mwezi wa Rajabul Mudhar, ambayo leo kama sikosei, tuko kama tarehe tano au sita hivi, kama sikosei, ya mwezi wa Rajab, kwa sababu uliandama majijuzi tu. Kwa hiyo ni mwezi mtukufu, na unaposikia kwamba hichi kitu ni kitukufu ujue ndani yake kuna vitu ambavyo kwamba vimeusababisha kuwa ni nini, ni mtukufu. Na matukio mbalimbali yaliyotokea ndani ya mwezi huu wa Rajabu yako tofauti tofauti, ambayo kwamba yameusababisha mwezi huu kuwa mtukufu. Lakini ukiachana na mambo hayo, mwezi ambao ni mtukufu, ukifanya jambo jema, malipo yake ni mengi sana kuliko miezi mingine. Lakini mwezi mtukufu, ukifanya jambo baya ndani ya mwezi huo mtukufu maovu yake au mabaya yake yanakuwa ni makubwa sana kuliko miezi mingine kwa hiyo kwa usia kabisa kabla hatujaendelea na ibara zingine ni usia waislamu wote wa upe himma sana mwezi huu wa rajabu ambao tukitoka mwezi huu wa rajabu tunaingia mwezi wa Shaaban. tukitoka mwezi wa Shaaban tunaingia mwezi mtukufu wa ramadhani hmm. um, na na nadhani tu, tu, na, tuende tu kwenye mada moja kwa moja. Na mada yetu hasa ilikuwa ni kuhusiana na uh, wakati gani sahihi ambao uh, kijana wa Kiislamu kuoa ama kuolewa anaweza kutambua sasa ama kujua kwamba sasa imefika wakati sahihi wa mimi kuingia kwenye swala hili la ndoa. Pengine uh, watu wasifahamu, pengine Waislamu na vijana wa Kiislamu wasifahamu tueleweshe hapo kwanza. Ni mada ambayo kwamba ni tukufu sana na ni mada ambayo ni nzito sana, lakini kwa ule uchache ambao kwamba tulionao tutaelezea uchache hivyo mada hiyo, sababu ni mada ambayo kwamba ni ndefu sana na ni tukufu sana, na ndio mambo ambayo kwamba yanaishi katika jamii hii, tatizo mbalimbali ya mbali ndoa, watu wanagombana, ni yanasababishwa na mada hiyo kwa sababu watu wengi wanakusudia labda, wanazania labda kuoa ni nikisha kuwa na uwezo fulani. Kwa hiyo ingia moja kwa moja, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atujalie tuweze kunufaika katika elimu hiyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba ndoa ni kitu gani au ndoa ifanywe kwa simple gani? Ametuelekeza yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ametuambia kwamba aliita kwanza kwenye hadithi moja ya mashara ma shababi manistatwata minkum lbata fali ya tazawaj, au kama ka kwamba, enyi vijana, yeyote mwenye uwezo basi ni aoe yote mwenye uwezo ni afanyaje? Aoe kwenye uwezo hapo, akaelezea wanaochuni tofauti tofauti. Kuna uwezo wa jimai, kuna uwezo wa kimali, lakini kuna uwezo wa fikra. Kwa mimi kabisa kusema kwamba ndoa ni jambo ambalo kwamba halihitaji labda mtu aliyosoma sana ndo anaweza akaisovu ndoa, mtu labda ana masters au amesoma dini mpaka ana levo kubwa zaidi, bali elimu hiyo inaweza ikawa inampa hekima, kwa mfano ya dini ikawa inampa hekima kuendesha ndoa yake, kwa sababu kuna watu ambao wana elimu kubwa sana, lakini ndoa zinafanyaje? Zinawashinda, wana masters, mtu mwingine ni shekhe. Ndo maana sasa kwenye ndoa hapo tukaambiwa kwamba waashiruhunna bilmaarufi, si wanaume waishini na wanawake wawema na wanawake nao wakaelekezwa tofauti tofauti. Kwa hiyo kuhusiana na, na jambo la ndoa kwanza, tuseme jambo la ndoa kwanza, jambo la ndoa linahitaji elimu yake ya ndoa, sababu kuna kitabu kimoja kinazungumza, kinasema kuna ilmu lhali. Ilmu lhali, yani unapotaka kwenda kwenye jambo fulani, ya paswa uwe na elimu nayo Sababu vijana wengi sasa hivi sisi tunapotaka kuoa hatupati elimu ya ndoa. Kwa hiyo jambo la ndoa kwanza linahitaji elimu yake kwanza, tuelewe kwamba ndoa ni nini, je, kuishi na mwanamke ni vipi, kuishi na mume ni vipi, kisha ndipo uchukue jukumu la kufanyaje na kuoa. Mm, hapo kwenye kwenye tuangazia tu, tu, tu, hasa hapa kwenye elimu na hasa tukishapata elimu, je, elimu tu, tuangalia hapa kwenye elimu elimu. elimu ipi ambayo kijana anapaswa kufa, kuifahamu ama kuijua na anaipata wapi, ndugu mstakamu? mm-hmm. Zamani wazee wetu walikuwa wanatumia hekima kubwa sana. Kijana kama mimi ninapotaka kuoa, basi kijana anakaa na wazee ili kuchukua hekima za wale wazee namna gani ya kuishi na ndoa namna gani ya kuishi na mume. Lakini mabinti vilevile nao walikuwa wakikaa na watu wakubwa, kwahiyo mtu anaweza akapata elimu kwa wazee au kwa mashehe. Kwa hiyo sehemu hizo mbili ndio sehemu za kupatia elimu. Unaweza ukapata elimu kwa mashehe mbalimbali, zikakusaidia sana kwenye ndoa kisha ukajazia na hekima za wazee zikawa zimekusaidia kupata elimu vizuri ya kuishi na ndoa. Kwa dunia ambayo tulionayo sasa hivi, vijana mm, wanalitambua hilo kwamba